Karibuni tena hapa ndani ya michezo, katika kipindi hiki cha ndani ya michezo ambacho kinaletwa kwenu kila wiki na Dimbani Konekti, ambayo ni sehemu ya taasisi ya The Chanzo. Hii ni taasisi ya habari ya The Chanzo. Aa, kama kawaida huwa tunajadili masuala ya michezo yanayotokea viwanjani na nje ya viwanja, huwa tunahusisha watu mbalimbali mbali, lakini wakati mwingine tunakuwa na mazungumzo binafsi kama hivi haya ya leo. Aa, na kwa sababu kuna sakata kubwa limetokea karibuni wiki mbili sasa, sakata ambalo limetokana na kuahirishwa uh, kiholela kwa mechi ya Simba na Yanga, na Yanga kumekuwa uh, na mijadala mingi kuhusu nani alikuwa na haki, nani hakuwa na haki, nani alisababisha uh, kuahirishwa kwa mechi kiholela ama kulikuwa kuna ma, uh, maagizo kutoka juu ama nini. Kwa hiyo mijadala imekuwa hapo na Uh, baadhi wanakuwa naulizia uh, solution sasa ni nini? Uh, solution ni nini? Kuna watu ambao wanataka uchunguzi ufanyike, alafu uh, <coughs> wale watakao patikana na hatia waadhibiwe kulingana na kanuni, na mimi binafsi nilipendekeza wakati uchunguzi unafanyika huo ni, niliona ni afadhali uh, ufute mechi hiyo ya Simba na Yanga marudiano, wale zote mbili ya hesabio zimecheza mechi ishirini na tisa tu tofauti na timu nyingine kumi na nne ambazo zitakuwa zimecheza mechi thelathini mpaka msimu kuisha, kwa sababu ukizinyima timu zote uh, nafasi ya kupata point na timu nyingine haziwezi kuathirika. Isitoshe zitakuwa zimecheza mechi chache, Yanga na Simba watakuwa wamecheza mechi chache na nyingine zimecheza mechi zaidi. Uh, labda tu itokee pale kwamba kucheza kwao mechi chache kutaathiri position yao pale juu kama bingwa na mshindi wa pili ama mshindi wa tatu ama wa nne, ambayo kwa kawaida wanaenda kushiriki mashindano ya kimataifa. Aa, na anayetuhumiwa kwamba amefanya kosa ni bodi ya ligi, kwa sababu bodi ya ligi ilikuwa ime, ime imefanya uamuzi wa kuahirisha mechi kwa taharuki. Simba ilizua taharuki na bodi ya ligi ikakaa mara ya kwanza ikasema mechi ichezwe, lakini mara ya pili e, ikaona ngoja iahirishe mechi, lakini sasa kwa sababu kanuni haziwaruhusu kuahirisha mechi hovyo, ndio maana mzozo ukawa mkubwa. Yanga akasema atapeleka timu na Simba akasema wanaheshimu maamuzi ya, ya ku, Simba ambao walikuwa wametishia kucheza, wakasema wanaheshimu maamuzi ya kuahirisha mechi na hii bodi ya ligi ndio chombo ambacho kinasimamia ligi. Labda niliona ni, leo ni wape historia kidogo ya bodi ya ligi uh, bodi ya ligi ni matokeo ya maazimio ya tuseme ni matokeo ya azimio la Bagamoyo. Azimio la Bagamoyo, uh, shirikisho la soka Tanzania clubs walikutana kule Bagamoyo kwa ajili ya kupanga mipango ya maendeleo tu, strategy za, za, za kuendeleza mpira hiyo ilikuwa ni mwaka elfu mbili na saba walikutana kule. Kwa hiyo moja ya majadiliano ilikuwa ni jinsi ya kuendesha ligi independently na shughuli za uh, maendeleo ya mpira, kwa sababu football association yoyote, chama chochote cha mpira cha nchi, kazi yake kubwa ni maendeleo. Kazi yake ni ku develop talent, kazi yake ni ku strategize uh, uh, development programs, kazi yake ni ku train coaches, ku train uh, uh, waamuzi ku kutrain administrators ku kutrain watu wa medical na vitu vingine vyote, uh, na kusimamia mpira kwa maana ya, ya, ya kanuni, kuhakikisha hata kama kuna group la clubs limeunda, uh, limeunda umoja wao likatengeneza say premier league kama ilivyo premier league ya England, wenyewe watakachofanya labda ni kuidhinisha zile kanuni ili zisiende uh, kinyume na utashi wa football uh, na pia sheria za nchi kwa hiyo katika kujadili kule ikaazimiwa kwamba tuanzishe uh, football uh, association au uh, federation ijiondoe kwenye uendeshaji wa ligi. Kwa nini? Ni kwa sababu li, uh, klabu za ligi kuu na ligi daraja la kwanza sah, ligi daraja la kwanza na hata la pili uh, ni klabu ambazo zinadili na, na wachezaji ambao ni complete footballers sio ambao wako kwenye process ya development, sio kwamba wale wanaendelezwa wale wamesha, wamesha fuzu huko na, na wako tayari kwa mashindano. Kwa hiyo, kwa nini shiriki, shirikisho au chama cha soka cha nchi ambacho kinatakiwa kiendeleze watu kidili na watu ambao walishaendelezwa? Kwa hiyo sema, hawa waachie wenyewe washindane, wasimamiane, wa, wa, wa, wajiongoze lakini sisi tutasimamia kanuni tu kwenye, kwenye mambo ambayo ni ya muhimu kwa mpira wa miguu, na of course tutaendelea kutrain waamuzi tutaendelea kutrain makochi na nini. Kwa hiyo ikakubaliwa kwamba tuanzishe chombo ambacho kitasimamia ligi mbali na, na chama cha mpira au shirikisho la soka Tanzania. Lakini ilipofika mwaka elfu mbili na kumi na moja wakati wa kureviu Azimio la Bagamoyo uh, Klabu hazikwenda kwenye uh, mkutano huo ambao ulikuwa umefanyika hotelini kule Westend, klabu hazikutuma wawakilishi. Kwa hiyo ikawa ni shida ku review uh, wa, uh, kuangalia walifikia wapi katika mpango wao wa, wa, wa kutengeneza chombo chao cha kusimamia ligi. Kwa hiyo tulivyotoka uh, uh, kwenye kile kikao, akatule rais alikuwa ni Leodegar Tenga akauliza, jamani, klabu vipi, mbona amna taarifa yoyote kuhusu maendeleo ya azimio la Bagamoyo. Aliwaita viongozi wote wa klabu pale TFF. Kwa hiyo wale viongozi wakasema, president, sisi wenyewe tukiitana hatuwezi ha, ha, hatutii wito, sema labda tuitane Jumamosi, watu hawaji, kwa hiyo tunashindwa kuunda ku, ku, hicho chombo sasa tunakuomba wewe president, wewe anzisha huo mchakato, alafu si tutadakia uko mbele. Sema sawa. Kwa hiyo kamati ya utendaji ikateua kamati ya mashindano kama ndio mwanzo wa proses ya kuelekea kwenye kuunda chombo uh, independent cha kuendesha ligi. Kwa hiyo walivyounda uh, kamati ile ambayo waliangalia wali representation ya clubs ambazo zinashiriki zinashiriki ligi kuu na, na kidogo ligi daraja la kwanza, ikaundwa kile chombo na baada ya mwaka ukafanyika uchaguzi sasa kwa ajili ya kukisimika rasmi, lakini wakati tuna tunaandaa mambo yote hayo tulitengeneza governing regulations uh, uh, kanuni za mwongozo za kuongoza uh, uendeshaji wa hicho chombo, lakini pia mahusiano yake na shirikisho la mpira. Kwa hiyo tukatengeneza zile, ili wawe tukaambia, tukisha, mkisha fanya uchaguzi mkapata chombo chenu mnaweza mkafanya mambo yenu bila uh, shirikisho kuwaingilia. Kwa hiyo walihama pale uh, tulipokuwa Karume, wakaenda ofisi zao zikahamia town, wakafungua akaunti zao kila kitu. Ikawa mimi kama general secretary nilikuwa nikasisai ni hela zao na nani tu wanachukua moja kwa moja, na zile hela ambazo tulikuwa tunapata za sponsorship na TV rights yeah? sponsorship TV rights ambazo zilikuwa ni za collective sponsorship uh, yani, udhamini wa pamoja wa, wa, wa, wa ligi, zile zilikuwa zinapitia TFF, lakini tukazidirect sasa kwenye account ya bodi ya ligi ili ili yenyewe ndio usike kuna ni uh, sisi tukawa tunachukua 10% tu kwa ajili ya shughuli kama hizo za maendeleo. Kwa hiyo hata hata TV rights ukawa wanatuma moja kwa moja kwa klabu badala ya kupitishia uh, kwenye shirikisho. Uh, kwa hiyo assumption ilikuwa ni kwamba after two or three years bodi ya ligi itakuwa imesimama imara kama chombo huru kinajiendesha tofauti na shughuli za mpira. I mean, inajiendesha tofauti na shughuli za maendeleo ya mpira, kwa maana ya shirikisho. Lakini ajabu mpaka leo sasa, bodi ya ligi i, ime badala ya kuelekea kuwa lakini tuliambia mnaweza mkafikia mka mkaunda kampuni ikaendeshwa uh, premier league ikaendeshwa kama kampuni na ndivyo ilivyo bundesliga ni kampuni premier league ni kampuni la liga ni kampuni uh, seri a ni kampuni kwa hiyo tulijua watafikia huko ili waanze wa, wa kujiendesha kama corporate entity lakini inaonekana imerudi imekuja kuwa kamati ile ile ya mashindano ambayo haina nguvu yoyote zaidi ya uh, zaidi ya ku, kusimamia tu ligi vile vitu vidogo vidogo. Na nasema hivyo ni kwa sababu gani? Kumbe chairman wa board ndiye chairman wa kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi, chief executive ofisa mtendaji mkuu wa board ndiye katibu wa kamati ya uendeshaji wa ligi. Kwa hiyo unaona, sio sio taasisi ambayo imesimama yani, ni taasisi ambayo inaendeshwa kama tu kikundi cha watu hivi lakini hakaelekei kukua na kuwa kama shirika ambalo linaingiza pesa nyingi. Sasa hivi mpira wa miguu unaingiza pesa nyingi sana, mpira wa miguu unaingiza pesa nyingi, sponsors wanaangalia, tv rights zinapanda, ele zinakuwa ni kubwa sana kwa klabu kupata 50 million a month ni hela nyingi sana. Uh, na zifanya hata zisitegemee gate collection kwa kiwango kikubwa, kwa hiyo kinachoonekana ni, ni kwamba klabu bado hazijaelewa kwamba bodi ya ligi ni yao. Klabu zinaona kwamba bodi ya ligi bado ni ya shirikisho, ndio maana uh, unaona kwenye mzozo huu mara Kalia anazungumza Kalia, rais wa TFF anazungumza, mara Mguto anazungumza, mara nani huyu anasema msituchezee. Kalia angekuwa hana uwezo huo wa kusema klabu zisituchezee, kama aa, kama, kama bodi ya ligi ingekuwa independent inge wale ambao wanaitishia bodi ya ligi wangekuwa wanaitishia bodi ya ligi hawaitishii TFF, sawa. Lakini sasa inaonekana TFF, so, ina mkono wake katika shughuli za uendeshaji, shughuli za kila siku za uendeshaji wa ligi. Nini? Ni kwa sababu klabu bado hazijajua kwamba bodi ya ligi ni chombo chao. Nilikuwa naangalia, umeona kama hiyo kwamba chairman wa bodi ya ligi ndio chairman wa kamati. Huwezi ukawa top leader alafu tena no ukawa unashughulika na shughuli una za kila siku, it is very impossible. Katika ulimwengu wa leo, katika taasisi ambayo inaingiza mabilioni ma ya pesa, alafu weti top akaenda tena kusimamia uh, shughuli za kila siku, sijui ana kadi nyekundu ana kadi ya njano sijui nini, yani ni tushughuli tudogo sana hata ambato, ambato, ambato, yani chief executive bahata uh, maana uh, atakiwi kuhusika maana yake ndio tunasema sasa kama, uh, kama bodi ya ligi bado na muundo ule wa kamati, is high time nao sasa kwamba waangalie upya. Ni muhimu klabu ziamke zitambue kwamba bodi ya ligi ni yao, badala ya ku, ku, ku, kusema sijui mtu ang'atuke na mguto ni chairman wa bodi ya ligi na Almasi Kasongo angatuke, ambaye ni chief executive officer. Enyewe zingekuwa na nafasi ya kuwaadhibu hawa, kwa sababu hakuna chombo kingine zaidi ya hayo majina yanayoitwa bodi ya ligi na chairman na chief executive officer, hakuna. Kwa hiyo ni muhimu sasa waka, wakaona kwamba hiki chombo ni chetu. Ebu tukichukue tutengeneze muundo mpya ambao utaendana na mazingira ya leo. Huwezi ukawa na bodi ya ligi alafu huna kikao cha management, huna kikao cha bodi. Wenzetu Waingereza wana bodi ambayo ina watu ina watu wa, wa, wanne au watano, kwa sababu kuna chairman wa board alafu kuna chief executive officer alafu kuna non executive directors watatu. Kwa maana non director, non, non executive directors, kazi yao hawa ni wanakuwa non executive kwa sababu hawa, hawako kwenye management team. Hawa wana wa, wako pale kwa ajili ya oversight na mambo mengine, kushauri board nini cha kufanya, mambo mengine mengi nahusu uendeshaji wa ligi, lakini chini kunakuwa na, na, na, management ambayo anaiongoza chief executive officer. Yani chief executive officer anaweza kaenda kuwa ku katibu wa kamati, wakati ana management team ambayo inaweza kawa na watu labda wa competition, watu ambao wa finance watu ambao wa, wa talent uh, acquisition wanaweza kuwa na watu wa uh, marketing, wale wote ndo wana, wanatengeneza management ambao sasa inaenda kuwajibika kwa board na board inaenda kuwajibika kwa wanahisa ambao ni club, umeona? Lakini sisi ukisikia mkutano wa club ni mklab, mkutano labda wa uchaguzi ama kuambiwa kanuni za mwaka huu ndio hizi tunazipeleka kamati ya utendaji, no, lazima kuwe na, na hizo timu tofauti kuanzia kwa, board ambayo ina watu watano, hii ndio inakaa juu ya management. Management inaenda kuwajibika kwa board kwamba bana, uh, sisi mlituagiza tufanye hivi tumefanya haya, haya, haya, tumeshindwa mlituagiza tufanye hivi haya tumeshindwa haya tumeyaweza, kwa hiyo tunasonga mbele au bodi na inawashauri bana, katika hili labda mwende mkarekebishe hili tena kutuambia. Na bodi zinakutana quarterly kila baada ya miezi mitatu, ili kuangalia shughuli zinakwendaje. Kwa hiyo, bila ya kufanya hivyo huwezi ukawa una management nzuri au administration nzuri ya, ya ligi. Lakini pia lazima kuwe na judicial, judicial bodies kwamba kuna watu ambao wanakwenda kinyume na kanuni ambazo zinapitishwa na mkutano mkuu wa klabu zile kanuni ndio zinatuongoza sisi tuweze kwenda vizuri, kwenda kwa haki, kila mtu atendewe haki, lakini kama kuna mtu anakiuka, basi tunakuwa na vyombo vya haki ambavyo vitafanya kazi ya kuadhibu, na inapoonekana ishi imekuwa kubwa, basi unaenda, wanakuwa charged kwenye, wanashtakiwa kwenye vile vyombo vya haki vya shirikisho. Sasa kwa mfano, uh, mfano Disciplinary Committee uh, ama, ama Ethic Committee hizo ndio bodies za juu. Kwa hiyo kuna haja, kuna haja ya clubs waangalie katika ishu kama hii ya Yanga na Simba. Haikutakiwa kabisa, haikutakiwa kabisa chairman awe involved kwenye kufanya makosa, wala CEO hakutakiwa awe involved katika kufanya makosa. Ni lazima hapa kungekuwa na competition director ambaye anaingia kwenye kamati ya competition ambayo ndio itafanya maamuzi na, na chairman kwa sababu yuko juu hajaweka mikono yake kwenye hiyo, inakuwa rahisi kumshughulikia yule kuwashughulikia wale waliofanya na kuwahoji ilikuwaje, mkafanya hivi. Umeona? Kwa hiyo kama kuna hatua atawachukulia wale, lakini leo yeye kahusika, atamchukulia hatua nani? Atamchunguza nani? Haiwezekani. Ni kwa sababu ya muundo mbovu. Sisi tuliacha tuliacha kamati iendelee kujibadilisha kulingana na mahitaji ya muda, lakini kamati imekuwa vile vile ni business as usual. Katika nani hiyo uwezi uwezo kaendeleza mpira. Mpira ushakuwa biashara kubwa, inatakiwa iwe na structure ambayo ina reflect ukubwa wa biashara, sio unakuwa na structure ya ya amateur iliyoachwa zamani sana. Tutegemea sasa hivi uh, bodi ya ligi wao wanatutangazia bwana at the end of the season mwaka jana ingiza pesa kipesa kiasi gani, tufanya nini, klabu zilipata kiasi gani na nini? Those other things ambazo zinatakiwa zinajadiliwa kwenye mkutano mkuu wa klubu wa klubu, ambao ndio wanatakiwa wanahisa wa bodi ya ligi. Na lazima kuwe na utaratibu kwamba kama wewe ni mwanahisa unahisa ngapi kwenye bodi, kwa maana ya kwamba kwa Uingereza kwa kila kila klabu ina hisa moja na inapofikia mwisho wa msimu klabu ina inashuka ina daraja, ina transfer zile hisa zake kwa club, clubs ambazo zinapanda zina daraja. Kwa hiyo hata ikitokea tumepata faida kama bodi ya ligi, maana maana yake utapewa gawio kulingana na hisa zako. Kwa hiyo tunahitaji sana, sana sana sana kubadilika kutoka hapa tulipo naelekea. Mpira unaondeshwa kwa mazoea sana na watu wanapenda kulinganisha vitu vya nyuma na vitu vya sasa ukilinganisha hivyo huwezi ukasonga mbele always. Kama uko kwenye, kwenye riadha unakimbia unaangalia mbele, wanasema the moment unapogeuka nyuma kuangalia aliyeko nyuma yako unapoteza hatua moja. Sasa kadri uh, bodi ya ligi inavyoangalia nyuma ikijilinganisha na leo inapoteza hatua zake nyingi sana na inakuwa haisongi mbele. Ni muhimu sana sasa ule moto uliokuwepo wakina wa Kaburu, kina Patrick, kina nani, kutaka ligi iwe huru, ni, ni lazima ule moto ufufuliwe, na bahati mbaya sana wengine wamefungiwa maisha kutokana na sababu za kisiasa, lakini ni muhimu sana ule moto ukawepo, watu wakaanza kuiangalia uh, bodi ya ligi kama chombo ambacho kiko huru na chombo ambacho kina transparency ya hali ya juu, uwazi wa hali ya juu na uwajibikaji wa hali ya juu ili tuondokane na mambo ya kusema sisi tunagomea, sisi tulifanyiwa nini, tulifanyiwa nini. Na hiyo pia litawapelekea kuangalia hata kanuni, kanuni ambayo imeleta mzozo hapa, kanuni ya, ya kusema timu mgeni ana haki ya kuchezea uwanja ambao utatumiwa kesho kwa mechi yao. Hiyo ni kanuni ambayo kwa loko kompetishen haifai kuwepo. Ya nini? Kwanza watu Yanga anaenda, uh, anaenda Kirumba st stadium karibuni kila mwaka na anaweza kama anaenda mara mbili anaenda Kaitaba kila mwaka, anaenda, yani, it is, yani ni kitu ambacho kinashangaza kwamba hii kanuni iko mpaka leo, ilichukuliwa ili kwa sababu ilichukuliwa tu kwenye kanuni za CAF na kanuni za FIFA, lakini sio ya local leagues. Ni lazima wakinani hivyo, watafikia pointi ya kuangalia hizi kanuni hizi Sio, sio zetu. Sisi tunatakiwa tuwe na kanuni zetu. Assumption ya kanuni za ligi ni kwamba kila klabu ina uwanja wake, na kama ina, kila klabu ina, ina uwanja wake. Kuna klabu ambazo hazina uwanja zina, zinashea uwanja. Simba na Yanga wanashea uwanja. Kukiwa na klabu mbili mkoa mmoja, lazima zitashea uwanja. Lazima kuwe na kanuni ambayo inazungumzia klabu ambazo zinashea uwanja zitafanyaje. Kuna haja ya kuwa na nani na, na, na mazoezi yao ya siku moja kabla, hakuna haja, lakini timu ikitoka Songea kija hapa, hapa, unaipa hiyo haki. Timu ikitoka Kagera kija hapa, unaipa hiyo haki, lakini timu ambazo ziko hapa hapa, kwa nini uipe haki ambayo wala hainufaishi? Kwanza ni, siku moja kabla ya mechi ni very light training, light training tu, hamna hamna cha kusema itatuathiri kwa mechi ya kesho eh? Kwa hiyo vitu kama hivyo wataviangalia, kwa sababu kumetokea mgogoro na wanataka tutoke hapa kwenye mgogoro tuende mbele. Unakuta siku nyingine mechi uh, Azam anacheza Jumamosi, Jumamosi uh, Simba Ijumaa, juma, juma, Yanga Jumapili, kwa timu ambazo zinashea uwanja. Wenzetu wameweka nanii kabisa kwamba kama ilitokea mmepangwa Jumamosi na Jumapili mnapewa, kwa sababu ratiba inatoka mwanzoni mwa msimu mnapewa ile nanii kwamba bana hebu kubalianeni, nani atacheza Jumamosi, nani atacheza Jumapili. Kwa zile klabu zinakubaliana, hatuwezi kucheza mfululizo, kwa sababu urespekti wa fans lazima tuwape mapumziko ya siku moja, kwa sababu wanaenda kuangalia mechi, sio mashabiki wa timu moja, ni mashabiki wa timu tofauti wanaenda pale. Kwa hiyo wanachagua, na wasipofikia maafikiano, unajua kuna yale mambo ya imani wenzetu kwamba tukicheza Jumamosi ndio tunashinda au tukicheza Ijumaa ndio tunashinda mwafaka bodi ya ligi ndio inaenda kuambia kwamba wewe utacheza Jumapili, wewe utacheza Ijumaa, msicheze mfululizo. Kwa hiyo mm -hmm. Kuna mambo mengi sana ya kuangalia katika, aa, katika uendeshaji wa ligi katika usimamizi wa ligi na katika ufanyaji mazoezi m ufanyaji maamuzi wa ligi na hii yote itafanyika kama klabu zitatambua kwamba chombo cha, chao ni bodi ya ligi na sio TFF. TFF itahusika kwenye mambo ya policy huko lakini sio kwenye uendeshaji. Lazima klabu zitambue hivyo na zichukue hatua, ziangalie muundo, ziangalie upya muundo wa, wa bodi ya ligi na ziangalie wapi pa kurekebisha ili kusonga mbele kuendana na wakati ambao huu ambao kuna vitu vingi sana vimeingia vime kwenye ligi yetu. Tunajisifia kwamba ni ligi ya tano kwa ubora, lakini uendeshaji ni wa ligi ya hata 30 kwa ubora. Lazima turudi tu, tu, tu, tu nyuma, watu watambue kwamba tuna jukumu kubwa la kuongeza ufanisi, la kuongeza transparency, la kuongeza usimamizi, la kuongeza uh, kusimamiana, ya kuongeza vitu vingi, lakini pia kuboresha kanuni. Endelea kuangalia vipindi vya Ndani ya Michezo ambavyo vinaitwa kwenu na Dimbani Konekti, lakini pia vipindi vingine vyote vya The Chanzo. Mimi ni Angetile Osiah, tukutane wiki ijayo.